Traore, Ibrahim Traore ni mtu ambaye nimependa nianze kumzungumzia sana kutokana na matukio ambayo amekuwa akikutana nayo. Lakini leo sitaki sana kumgusia kwenye ile engo unayofikiria kwamba nitaanza kugusia kwa kwenda kwenye historia. Maanake najua umeshasikia vitu vingi sana vinavyohusiana na Ibrahim Traore. Vitu tu pekee ambavyo nataka nivigusia hapa nataka nimweke Ibrahim Traore hapa, alafu nataka nimweke Felix Tshisekedi upande mwingine. Yaani kama ni kwenye viti basi, namweka mmoja upande wa kushoto na mwingine upande wa kulia. Hao wote ni marais wa Afrika, au niseme ni viongozi wa wa nchi za Afrika, yes, au nchi zao zinapatikana katika bara la Afrika. Eh, nchi zao zinapatikana katika continent ya Afrika, na kwa wale wazungu ambao saa hizi wanasikia Kiswahili, nataka niwakumbushe kwamba Afrika ni bara eh? Afrika ni bara ambalo lina inchi takriban kama sijakosea eh? ni 52 au 53 mnirekebishe, wasomi wenzangu, mnirekebishe. Vitu vingine kwa wakati mwingine tunakosea kosea hapa, lakini ndio hivyo, tuvumiliane. Na yale mainchi, mainchi mengi sana ni mainchi makubwa, yana watu wengi na sio kwamba, maana yale manchi ni vijiji tu, hapana. Licha ya kuwa nchi nyingi sana bado zipo chini ya mtawala yule, mtawala mwovu, watawala ambao wanaendelea kutuletea ukoloni, lakini Afrika ni kubwa eh? Afrika ni kubwa na ina maendeleo mengi sana yenye kushangaza, ambao pamoja na hali ngumu, lakini wa Afrika baadhi wamejikaza kufanya vitu ambavyo vitakushangaza na itafurahisi zaidi ukienda Afrika, kwenda kwenda kuangalia kwenda kutalii. Well, sipo hapa kwa ajili ya kutangaza matangazo ya kuwaomba watu waende kutalii Afrika, lakini pointi yangu ya kuzungumzia kuhusiana na Felix Tshisekedi na Ibrahim Traore, Ibrahim Traore saizi ameonekana kwamba anafuatiliwa sana na watu, lakini vilevile anaandamwa sana na wabaya wake watu wanamfatilia sana kutokana na habari ambazo zimeenea sasa kila sehemu kwamba anaandamwa sana na wabaya wake. Wabaya wake wanataka wamue, wanataka wakate kichwa Mister Kareka. Nikasema hapana, hamtakii kumkata kichwa huyu mtu, hamtakii kumkata kichwa. Kwa hiyo sasa na sisi pia Red Pro Media ambao tunapenda viongozi ambao wanafanya maendeleo ni lazima tupongeze, tusapoti na tuunge mkono jitihada ambazo zinaonyeshwa na kiongozi wa Afrika mdogo sana mwenye umri wa miaka midogo sana ambaye nia yake sio kujilimbikizia mali na mali na mali na mali hivi kwamba we bilionea kama wakina Kagame <laughs> ambao ni matajiri saizi licha kwa nchi yao ni maskini. Mm. Sasa basi wameanza kuzungumza vitu vingi kwamba Ibrahim Traore amewafukuza wazungu, hataki wazungu, na kama hataki wazungu, anataka Afrika isimame na ifanye maendeleo mazuri sana. Lakini hapa jinsi ninavyozungumza kipindi hichi, uh, Felix Tshisekedi yupo Marekani, anakuja ana eh, inawezekana ameshatua au ndio hivyo anasogelea kabisa, anasogelea kufika Marekani kwamba anakuja kusaini mikataba ya madini na Wamarekani. Kwa hiyo, je, ndio inakuja sasa kurejelea kwamba Ibrahimu Traore ni kweli kwamba yeye lengo lake sio kutaka kufanya kazi na wazungu au Wamarekani? Tuseme jibu sasa ni kwamba ni la hasha. Ibrahim Traore sio ndio lengo lake. Kwa hiyo ndio kwa maana nimetaka niwaunganisha marais wawili Felix Tshisekedi pamoja na Ibrahim Traore, sio ndo lengo lake. Kwanza kabisa, tena nasema kabisa, napongeza kuanzia jina lake. Unajua, wakati mwingine unapoanza kwenye historia, unatakiwa urudie nyuma kabisa, kuanza kwenye historia. Tunasoma Biblia, Ibrahimu ni jina ambalo saizi inabidi niangalie na macho mawili, na ikiwezekana, kama naa na jina la jicho la tatu, basi inabidi nianze kuangalia pia na jicho la tatu Ibrahimu kuna my brother, my brother from another mother jina lake anaitwa Ibrahimu eh? <laughs> uh, ni very very smart guy. Uh, eh, hey, yupo very, very smart, na imani kwamba umeisha kumsikiliza katika vipindi viwili vitatu akiwa anazungumza hapo kwenye Red Pro Media. Eh, yuko very very smart. Lakini nimeanza ku kuole, nimeanza kuelewa maybe jina lake ni moja ya vitu ambavyo vinamfanya awe smart. Unajua wanasemaga jina linaumba. Jina linaumba. Jina tena, anasema hivi jina linaumba. Mtu anapoitwa Ibrahimu, tunarudi kwenye Baibl sasa, au kwenye vitabu vitakatifu vya uh, dini kwa maana hata Waislamu pia wanatambua, wanamtambua Ibrahimu kwama ni baba wa imani, Ibrahimu, Abrahamu. Lakini Ibrahimu vile vile, jinsi anavyosema, ni mtu ambaye alikuwa rafiki wa karibu sana na Mungu, rafiki wa karibu sana na Mungu kiasi kwamba hilo jina linapofika kwenye, kwenye kwenye kwenye meza ya Mungu otomatikali, Mungu waga anapita, anamkumbuka rafiki yake ambaye aliishi miaka nyuma zaidi, ambaye alikuwa rafiki yako wa karibu sana. Kwa hiyo otomatikali kwa rehema za Mungu akiangalia wema wa Ibrahimu yule wa kwenye Bible alizozifanya mwisho wa siku anaamua tu kwamba amtendee huyu mtu kulingana na jina, kwanza hata jali kwamba anake okay, huyu Ibrahimu ni wa wapi? Jina lake tu limeshakuja Ibrahimu, automatically rehema ya Mungu inapita naanza kutawala ndani yake. That what I see on my side, kwamba rehema za Mungu zinafanya kazi kwa huyu mwamba kiasi kwamba mapinduzi na mapinduzi na mapinduzi na mapinduzi yamekuwa yanaendelea kufanyika, lakini mwisho siku amekuwa akipangua moja baada ya nyingine. Tena the way anavyodili kwa kushughulikiana na mapinduzi kwa jinsi anavyojitoa inazidi kunipatia mimi furaha sana. Manake mara si watu wa karibu, mara si juu wapishi, mara si juu watu wa ambao si hata wa karibu, wote wanamfuatilia kwa kutaka kwa maana jamaa wamkate kichwa, lakini Mungu, Mungu yupo na anaona, mwisho siku anasema not today, not tomorrow, not this time, bado anapambana na huyu kijana hivi kwamba maombi yao ambao wamekuwa wakiomba Afrika basi yatimie kupitia huyu kijana. Hii ni jambo zuri sana, inapendeza, inapendeza sana. Lakini sasa, Ibrahim Traore amekuwa akisikika akisema kwamba mimi shida yangu kubwa ni uporaji ambao umekuwa ukifanyika katika taifa langu la kuacha watu wangu wakiwa wamaskini wa hohehahe. Tena naomba warudilie hiyo kauli hohehahe, kwamba mali zinatu, zinachukuliwa, wanachukua wanachukua, lakini mwisho wa siku sisi ambao ni, ma, ni wenye mali tunabaki hatuna kitu. Kwa hiyo kupitia hivyo stop watakaokuja wafanye business na sisi. Ufaransa hicho kitu hataki. <laughs> Ufaransa hataki kwamba sikiliza, wewe we dogo, hiyo ni mali yangu. Yaani Ufaransa yeye anaona anaona Burkina Faso kwamba ni ya kwake. Oh, Burkina Faso ni ya kwako, kwamba kwa hiyo uchukue chukue tu huende uchukue chukue tu I see, akasema kwamba wana, sitaki na ndipo pale anapoanza kuandamwa tena, anaandamwa sana, sana, sana tena sana tena sana, pale tulipoamua kwamba wana, hapana. Hii mali inatakiwa imnufaishe mu Burkina Faso, hivi kwamba ajipatie fasi eh? Awe na fason ya, ku, ya kuishi Burkina Faso apate fason ya kuishi ah. Wakasema bana, wewe inabidi nini tukukate kichwa. Kwa hiyo mpaka hapo kwenye historia yangu, hakataki kufanya kazi na wazungu, lakini anataka wafanye business ambayo itaeleweka, ambayo itamnufaisha mwananchi wa Burkina Faso lakini masikitiko ni kwamba watu wanamjia juu kwa sababu tu ya msimamo mwepesi mwepesi ambao hayombi atapaswa kichwa. Wanamjia juu na wanataka wamuue. So painful, so painful. Ok, Felix Tshisekedi, Felix Tshisekedi. Matokeo mabaya ni kwamba jina zake hazipo katika vitabu vya vya kimaandiko vya Biblia au vya kidini, na ndo kwa maana na mapungufu yake mengi ambayo tukimwangalia tunamwona na mapungufu kuliko Ibrahim Traore. We get it, lakini kale ka uafrika kamo ndani yake, kwamba bwana, kuna dili anaweza akaangalia mwisho siku akaona kwamba bwana, okay, mbona hata hii mwisho siku haimpatii hata senti moja mkongomani. Kwa hiyo hata kama lengo langu nataka niwe tajiri bilionea trilionea, lakini at least mkongomani apate hata chochote kidogo, ndio kile ambacho saa hizi tunawekea imani. Inawezekana kesho kesho kutwa tukaongea tofauti tena, mimi nielewe, kwa sababu mimi seriously sijawahi kuwa mshabiki wa Felix Tshisekedi, na mnajua hivyo kwamba mimi sijawahi kuwa mshabiki wa ujamaa jamaa licha ya kuwa kuna vitu anavyokuwa anafanya wakati mwingine, anakuwa anamwangalia kwa jicho la mbali, na mzumu nikimzumu hivi naona ah, ah, ah, kimoyo moyo nahisi kwamba bana wake niongee vibaya you know? Ndo <coughs> hivyo, amekuwa kidogo akini kini kera kera, kera sana na ni kera na ni kera na ni kera, lakini leo hii sitaki sana kuzungumzia kero ambazo amekuwa akinipatia mimi kama mimi, na inawezekana hata na wewe ambao unanisikiliza pale amekuwa kikukera. Tunaangalia sa big picture Atuendi kwenye kale ka small picture, you know? Big, big picture ni nini ambayo nakuletea siku ya leo. Story ni kwamba the same way madini ya Kongo yalikuwa yanachukuliwa kupitia Rwanda, wale watu wake wale wenye nguvu wale walikuwa wanachukua wanachukua, wanachukua, wanachukua, mwisho wa siku Kongo na Wakongomani wanabakia vile vile, hawana kitu. Hicho kitu walikilalamikia tulikilalamikia ulikilalamikia, na yule mwingine ambaye hata asijulikana alikilalamikia sana, kwa kukikanya kwamba hichi kitu ni kitu ambacho hakitakikani. Well, wakaingia kwenye mikataba na Kagame, lakini baada ya wa washauri kumwambia, wakamwambia bana, hapo hivyo jamaa utapakia una kitu, yule jamaa ndo atapata mengi eh. Hatakuwa anakuambia bana, kwani hatakuwa anakuambia bana, okay, aliproduce alichukua kiasi gani? Wamepewa pesa gani? kwa atakuwa bilionea utabakia hivyo hivyo huko pumbafu tu. Mwisho siku akamkwepa Kagame, alivyomkwepa Kagame, Kagame akapata hasira akasema, nitakuonesha. Na nitakuonesha nini? Nitakupiga. Nitakupiga nini? Nitakuja kukuondoa kwenye utawala. oh! <laughs> mistari kare utakuja kufanya nini? kuniondoa kwenye utawala? Felix Tshisekedi ule akajikaza akaweka masilaha mengi pale Goma n nini, nini, nini. Akaweka kabisa kumuonesha mwenzake, na ukija nakupiga ukija nakupiga. Kilichoendelea ni nini? Ni kwamba kutokana na rushwa nyingi ambayo ilitawala kwa wanajeshi wake mwisho wa siku Goma ilichukuliwa na Bukavu ilichukuliwa. Baada ya hapo tumekuwa tukijionea kweli kwamba bado mapambano yamekuwa akiendelea kwamba anataka achukue pia Uvira Uvira Uvira na kuendelea, lakini wananchi wamesimama wakasema hapana, hili swala liwezekani. Hapo hapo ndipo jamaa akaanza zile zile zi, na hizi prosesi alizianza hata kabla ya kwenda kukutana na mabosi wa Kagame, kwa omba, jamani, njoni tufanye business Alienda Ufaransa, sio zaidi ya mara moja, mara mbili, mara tatu, mara nne, mara tano, mara sita, mara saba mara nane, mara tisa, mara kumi, mara ishirini, alienda lakini, yule rais yule wa Ufaransa ambaye amekuwa akimpiga vita Ibrahim Traore alimfanyia sabotage ya ya kumwonesha ya we gonna do it, on doit faire sa et apres cela la, la tourne <laughs> Wafaransa mnanielewa bado mpo sambamba na mimi. Eh? kwamba anamwonesha kwamba bwana, tutafanya vile tutafanya vile, lakini baada ya pale anamzunguka, anamgeuka. Jamaa akaangalia mchezo, akaangalia mchezo, mwisho siku akasema no you know what, ngoja niende kuonana na Wamarekani. Wamarekani nao pia waka review re, waka review request ya kufanya business o oh, wakaona yeah, this application ina ina make sense. Mwisho siku wamemkaribisha um, Felix Tshisekedi kwa ajili ya kutaka nini wafanye business. The same thing ambayo later on I'm expecting kwamba hata Ibrahim Traore okay, itafika muda atapenda afanye kazi na Wamarekani na hata na zaidi ya Wamarekani wengine wengi kwa ajili ya madini katika njia ambayo itamnufaisha Burkina Faso the same way kwamba tunataka kwamba hii njia ambayo pia Felix Tshisekedi ameenda kufanya imnufaishe Mkongomani. Kwa maana ili nafasi ya kumfanya, ya kumnufaisha Mkongomani saizi ipo, ni labda mwenyewe tu asitake, kwa sababu naye pia amekuwa na hizi skendo tumekuwa tukimzungumzia kuhusiana na utajiri ambao amekuwa akijilumbukizia. Ni kwamba endapo tu labda asipopenda kupenda kwamba bana Mkongomani naye pia apate apate tumaini sasa ya manufaa ya, ya, ya, manufaa ya nchi yake, basi ataendelea kuwa bilionea wa kutupa. Lakini pamoja na hivyo, endapo ataona kwamba bana, ngoja niache basi souvenir ndani ya nchi, tunaimani kwamba hii njia italeta kidogo manufaa kidogo, ambayo mwisho siku kama hata sio kidogo, itakuwa ni nyingi ambayo itamsaidia mkongomani. Kwa hiyo Felix Tshisekedi sio um, si msaliti wa Afrika ile mia mia, licha ya kuwa we get it kwamba Traore, Ibrahim Traore ana pasenti nyingi sana za mapenzi na wananchi wake, kwa sababu amekuwa akiwapambania vile jinsi nimeelezea. Lakini Felix naye pia Tshisekedi ameonyesha nia yake ya kupambania watu katika hii njia ambayo nimeiexplain. Inawezekana performance yake ipo ndogo sana kwa sababu of course yeye si mwanajeshi, lakini performance ya Ibrahim Traore tumeona kwamba bwana kweli iko active 100% kiasi kwamba kweli anapambana sana. We get it, we wish kwamba bwana Kongo ingekuwa the same, vitu vingekuwa viko tofauti sana. Kwa maana miaka yake mitatu, saa hizi tunavyozungumza, ya Ibrahim Traore nimesikia mpaka sekondari wanafunzi wanasoma bure. Oh my goodness. Gaddafi namba mbili yani, my brother, kuna one of my brother aliniambia kwamba bana, unaweza ukaua passenger uh, nami uh, messenger lakini usiuwe message. So uliua messenger, lakini message haukuiua. Gaddafi alikuwa ni messenger, lakini message ya Gaddafi haikuuawa, ndo kwa mana leo hii mpaka hivyo inaenda kufanya kazi Unaelewa, so we get it kwamba huyu jamaa Traore anapiganisha kweli, anaupiga sana, kama ni kuupiga mwingi ile ya Watanzania wanavyozungumzaga, basi jamaa ameifanya kweli. Lakini upande wa nani, wa Felix Tshisekedi, naye pia anapambana kwa njia ambayo tumekuwa tukiiona, kwa sababu hapa kweli kuna matumaini ya kusema kwamba kuna vitu vinaweza vikabadilika katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutokana na mkataba huu ambao uh, jamaa anakuja kusaini na Wamarekani. Ikumbukwe tu kweli kwamba ukombozi wa Afrika tunaotaka sio ukombozi wa kusema kwamba eti tukose kushirikiana na watu wengine, labda hapo ndo kidogo ni make one thing clear kwanza hivi kwamba tuelewane, one thing clear ambayo nataka niweke hapa ni kwamba We are no fighting kwa sababu tubaki tu sisi kama sisi, tuna fight ili tufanye business na other continents like uh, countries yeah, Marekani, Ufaransa, Ubeljiji, China, U, Urusi, lakini in proper way ambayo itatunufaisha itatum, isikuwe katika zile njia za ukandamizaji. Ule muda sasa umeanza kuexpire ule muda sasa umekuwa. okay, no more Afrika hamtakii kuiendesha katika misingi namna hiyo. Kwa hiyo, wasikilizaji wa Red Pro Media ambao mmekuwa na mapenzi na nchi ya Congo, hili alilolifanya Felix Tshisekedi ni kubwa. Ni kubwa kwa sababu niwaambieni ukweli kwamba pamoja na hivyo, yapo mainchi ambayo yalipiganisha kutaka kwamba, bana, hili swala lisitokee, kwamba Felix Tshisekedi asisaini na Marekani ikiwemo Ufaransa. Ufaransa ilipiganisha kwamba bana ili swala lisitokee, lakini kama sio tu Ufaransa, tunaona pia vilevile kwamba viongozi wa Kongo ambao wana mapenzi ya rushwa ndani yao walitaka Kongo pia kwamba Felix Tshisekedi asifanye hivyo. Tulimwona Moise Katumbi alikuja hapa Marekani na sio tu Moise Katumbi. Najua tuliwa ripotini kusema na Moise Katumbi, lakini sio tu hata Moise Katumbi mwenyewe, badala yake ni wengi sana ambao walikuja wakiwa na nia ya kusema kwamba eti bwana, wanataka kwamba biashara na Marekani um, Kongo isifanye biashara na Marekani lakini havikusaidia. Sasa swali la kujiuliza, kwa nini walikuwa kwamba wanawataki business ifanyike na Marekani ni kwa sababu wanajua maslahi yao yatakuwa mipotea, yatakuwa mitokomea. Ndio jambo ambalo unatakiwa ulielewe katika ya mambo haya. Mainchi bana yanajali sana, yanajali tena yanajali sana na interest zao, na interest zao walikuwa wanazipata katika njia ya ukandamizaji, yani ukandamizaji, ya ukandamizaji, yaani ndio ilikuwa njia pekee ambayo walikuwa naipata, njia ya ukandamizaji, ya kutunyonya, ya kutunyonya na kutunyonya. We get it kwamba hata inawezekana wa Marekani wanaweza kafikia Kongo na wakatunyonya, lakini haitukuwa kama ile lo unyonyaji ambao tulikuwa, tulikuwa tunao. Vitu vinabadilika kulingana na muda. Ikumbukwe kwamba sio sisi tu ndo ambao tunaona kwamba hii ni, ni opportunity Ukraine ambao ndo hivyo ni wazungu wale, mbona nao pia wanakuja Marekani kwa ajili ya kutaka kusaini mikataba kama hii. Kwa hiyo bro wanakubali kwamba na mtu akishakuwa juu yako anakuzidi, sio wewe upambane naye kwa kusema bana, upigane naye. Wakati mwingine ugomvi, ushindi wa mapambano mengine ni kushirikiana na yule mtu ambaye anakuzidi nguvu hivi kwamba akokokote ufikie kwenye levu ya kuwa pamoja sawasawa naye, ndio sasa uangalie kile utakachokifanya kwamba, bana, muendelee kushirikiana au mpambane kwa yale ambayo unaona kwamba anakukera, lakini wewe kama bana hujakuwa na nguvu eh? hauna nguvu lakini tu kwa sababu unamchukia yule adui yako, basi automatically unapita hasara, unapita na tangaza hasara unapita na tangaza vita, atakupiga na kupigililia mwisho wa siku utakuwa mtumwa. Sasa hiyo Kongo hatutaki, ndio kwa maana tunakubali kweli, kwa Marekani unatuzidi nguvu, njo ufanye kazi na sisi, njo ufanye kazi na sisi, utuinue. Lengo letu na maombi yetu ni kwamba mkongomani tuinuliwe, kupitia Kongo, kupitia business, kupitia hii mkataba ambayo Wamarekani wamekubali kwenda kufanya na Kongo, na sisi pia tujinue kwenye kwenye hiyo mikataba, ndo tuende na sisi pia tusogee. Sijui mnanielewa hapa, hey, ndo kitu ambacho saizi nataka nikizungumzie kwa undani zaidi, na ndo kama vile jinsi nimekuwa nikizungumza you know. So hayo ni mambo ya kuzingatia muhimu sana, mambo ya kuzingatia muhimu sana kesho. Habari zote zitakuwa ni za Felix Tshisekedi hapa kwenye Red Pro Media. Amna kingine tutakuwa tunamzungumzia Felix Tshisekedi, tutaanza kumzungumzia tukipata habari jinsi ameshuka kwenye ndege, tutaongea akienda choni, tutaongea akila chakula, tutaongea akitaka kukooa, tutaongea akikula nini, anataka kulala kwa sababu ya uchovu wa safari kutoka Afrika mpaka hapa, tutaongea, tutaongea, tutaongea, tutaongea atakapokutana na na Trump tutaongea, watakapoagana tutaongea, atakachokiongea na Trump tutaongea, tuta yani, tutaongea <laughs> tutaongea, yani tutanini, tutaongea kila kitu. Kipindi kinachofuatia nataka niangalie mipaka ya Kongo mpaka saa hizi tunavyozungumza, je, mipaka imeibwa au mipaka bado ipo pale pale? Eh, sikiliza, nenda sikiliza kichwa cha habari. Je, mipaka ya Kongo imeshaibwa na manchi jirani ambayo inayozunguka au mipaka bado iko pale pale? Eba, usikose. Hii moja ni nzuri sana, mimi mwenyewe nilivyokuwa naiandaa hii kitu nilifurahi sana. Kwa hiyo please usikose, tukutane kwenye comment. Hebu niambie unanisikiliza ukiwa wapi? Nashukuru sana. Tena nasema hivi, nawashukuru sana nyote ambao mnatufuatilia sehemu tofauti tofauti duniani. Eba, wa South Africa, watu wa Goma Congo, tuseme eh? Mozambique, Tanzania, Kenya, Burundi Australia, Marekani, wapi kwingine kote kule nini eh? Nyote Rwanda, Burundi, hey, Uganda <laughs> wabeja mwanawani. Eh? Yaani mmefanya vizuri sana tena, asante asante, asante sana sana sana, please subscribe Red Pro Media. Nakuomba kwao ambao bado hujafanya vile hivi, kamba tuendelee kuwa familia kubwa zaidi, asante eh?